Wilaya ya Tarime ni moja ya wilaya inayokuwa kwa kasi hapa mkoani Mara na hii inachagizwa na uwepo wa mgodi wa Barrick North Mara, lakini pia pamoja na mpaka wa Tanzania na Kenya na hivyo kuongeza kasi ya mwingiliano katika eneo hili. Wananchi katika wilaya hii wamefurahia ujio wa maji ya Uhai na wanasema ubora wa maji hayo utakuwa ni sawa na ubora wa bidhaa zingine za Bakresa ambazo zinapatikana katika wilaya hii ya Tarime. Kwa kweli tumefurahia sana kwa ujio wa haya maji ya Uhai kwa hapa Tarime, hapo mwanzo hayakuwepo, kwa hiyo tunategemea haya maji yatakuwa na ushindani mkubwa ukilinganisha na maji haya mengine. Tunafikiri na kwamba kuna baadhi ya vitu vingine tutavipata, maana tukawa tuvipati sizani, kama soda za Azam zote tulikuwa tuzipati kwa uhakika, kwa tunapata kwa shida shida sana, ila kwa ujio huu wa mwanzo wa maji ya Uhai nafikiri ndio mwanzo wa vitu vingine vya bidhaa za Azam kuwepo. Tarime tumeona ubora wa bidhaa za Azam hususani ni matangazo ya, ya Azam TV na vitu vyake kwa ujumla. Kwa hiyo kwa vile tunavyoendelea kuzipokea na imani, tutapata vitu vingi mbalimbali na kuendelea kuwasambazia wateja wetu. Naamini ujio wa maji ya Uhai yataleta ushindani kwenye bidhaa za makampuni mengine. Mwita Joseph anasema shauki yake kubwa ni kuagiza bidhaa mbalimbali za Bakhresa ili kuhakikisha bidhaa hizo hazitoki katika soko la wilaya hiyo, lakini bado fursa hiyo hajaipata. Huku mkurugenzi mtendaji wa Bajani Azam Depot, Rashid Omari, akisema utafiti aliofanya katika mji huu amegundua mahitaji ya bidhaa ni makubwa kuliko upatikanaji wake. Sasa nikao nime, nimefikia hatua nikaomba ngano za Azam kwamba na mimi niweze kusajiliwa niweze kuletewa na ni mzigo ambao nalipa kwa cash. Lakini nagomewa naambia kuna mawakala sijui kuna wakala Tarime. Sasa kitu wakala mkitegemea mtu mmoja inakuwa ni ngumu. Tulivyofanya uchunguzi katika eneo hili ya Tarime, upatikanaji wa bidhaa labda zinahitajika pisi elfu hamsini zinapatikana pisi elfu kumi Kwa hiyo mahitaji yanakuwa ni makubwa kuliko uingiaji wa bidhaa zetu. Kama bidhaa ya maji, tumekuta bidhaa ya maji hamna kabisa Tarime. Maji haya ya Uhai kuingia katika wilaya hii ya Tarime bila shaka itakuwa ni mwanzo wa maeneo mengine ya mkoa wa Mara hasa maeneo ya migodi katika kuhakikisha ladha ya maji ya Uhai inamfikia kila mmoja. Augustine Mgendi, Azam News, Mara.